Hilo la pili uweze kumcommit waziri mwenzio majibu. Asante mheshimiwa mwenyekiti, ninaomba kujibu swali la mheshimiwa mbunge, na nimpongeze sana kwa kazi nzuri anayoifanya kuhusiana na hatua za muda mfupi ambazo TANESCO inafanya. Kwanza niwape pole sana kwa kadhia ambayo wanapitia na ni kweli Kilindi inapata umeme kutoka substation ambayo iko Korogwe substation ya Hale, lakini vilevile vile, umeme mwingine unapata kutoka Handeni na ni line ambayo ni ndefu sana zaidi ya kilomita mia mbili ishirini na ndiyo maana serikali ikaona umuhimu wa kujenga kituo cha kupooza umeme pale ili wananchi wa Kilindi waendelee kupata umeme wa uhakika, na ni ahadi ya Mheshimiwa Rais alivyoenda Kilindi miaka miwili iliyopita. Kwa hatua za muda mfupi, tayari TANESCO inafanya ukarabati kwenye njia ya kusafirisha umeme, kuhakikisha kama ni maeneo ambayo yana maji maji, basi nguzo zile za miti zinatolewa na za kuwekwa zile za zege, lakini kwa sababu na TANESCO na wenyewe wamesikia basi nina uhakika wataenda kupitia upya laini ile, na kama ni ndefu sana basi wataweka vikata umeme na kuchukua tahadhari zozote zile, kuhakikisha kwa muda huu ambao tunasubiri kituo cha kupoza umeme kikamilike na njia ile ya kusafirisha umeme ikamilike, basi wananchi wanaendelea kupata umeme wa uhakika. Nimhakikishie mheshimiwa mbunge na wananchi wa Kilindi, serikali inayo mikakati mizuri sana ya kuhakikisha wanapata umeme wa uhakika, na kwa hilo tutaendelea kulifanyia kazi na kutimiza ahadi ya mheshimiwa rais aliyoitoa kiwa Kilindi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.